Habari, natumaini uko salama. Mimi ni Dkt Elizabeth kutoka Afya Time Polyclinic iliyopo la Laboma mkabala na jengo la Mwalimu House, na siku ya leo nitaenda kufafanua jambo ambalo limezua maswali mengi kwenye mitandao ya kijamii kwamba mtu akiwa na vidoti vyeusi kwenye nyayo kuanzia kidole gumba hadi kisigino, basi ana maambukizi ya virusi vya Ukimwi. Ah, ukweli ni kwamba HIV haiandikwi usoni wala haionekani kwa macho. Kumbuka, mtu mwenye HIV anaweza kuonekana mzima kabisa, na vidoti hivyo vinaweza kusababishwa na mambo mengi, ikiwemo magonjwa ya damu, matatizo ya ini, matumizi ya madawa fulani, ama hyperpigmentation ya kawaida, ambayo hutokana na msuguano au viatu vinavyobana au ngozi kavu lakini kama ni kaposta koma basi ni dalili inayohusiana na HIV ya muda mrefu bila matibabu, hasa kinga ya mwili ikiwa chini sana, na uchunguzi wa daktari tu ndio huthibitisha hali hii. Njia sahihi ya kujua hali ya afya ya mwenza wako ni kwenda hospitali na kufanya vipimo na sio kuhukumu kwa macho.